Kampuni ya Said Salim Bakhresa imepongezwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC kwa kuzingatia ubora na usalama wa uzalishaji wa bidhaa zake na kuenea katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Hayo yameelezwa na Catherine Nchimbi, afisa uhusiano, aliyeambatana na meneja masoko katika ziara hiyo kiwandani hapo, ambapo meneja wa kiwanda hicho Idi Mvungi ameshukuru kwa hatua hiyo na ameahidi ushirikiano katika baadhi ya maeneo. O lengo kubwa ni kuja kujifunza kujionea shughuli ambazo wanafanya, kuifahamu kampuni ya Bakhresa kwa kuwa ni kampuni kubwa, ina mchango mkubwa sana kwa nchi, imeajiri watu wengi sana, lakini kujenga ndugu, urafiki na mashirikiano. Kuna vitu ambavyo sisi kama TBC tumejifunza kwa kutoka ka, ka, katika kampuni hii ya Bakhresa na tuenda kuvifanyia kazi ili kuboresha TBC. Tupende vitu ambavyo vinazalishwa Tanzania, tupende vitu vya kwetu Ukiona kitu kinatengenezwa na Bakhresa, nunua kile, badala ya kukimbilia vitu ambavyo vinatoka nje. Wanatengeneza bidhaa nyingi sana. Kwa hiyo tuki Watanzania wote tukisema tunatumia bidhaa za Bakhresa badala ya kutumia bidhaa zinazotoka nje, tutakuwa tumefika mbali. Tumepokea vizuri sana ujio wao, kwa sababu sisi hawa ni wadau wetu, na wadau wetu sisi ni katika kuhakikisha kwamba kitu ambacho sisi tunakizalisha hapa kwa ajili ya wateja wetu then kinatambulika kina vizuri na wateja wetu na kutupokea vizuri. Kwa hiyo sisi tunawachukulia very positively, kama wateja wetu, kama wadau wetu katika kuweza kufanikisha zoezi zima la kuhakikisha kwamba bidhaa tunayozalisha ambayo ni ya ubora na usalama inafika kwa wateja wetu kama inavyotakiwa. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa, kwa, kwa kutembelewa na, na na watu wa TBC.